Sslikwambia kwamba kwa naenakisimani kuchota kwa maji mm, shoga, nikakutana na bwana bwana, anaitwa bwana. Dada, rafiki yangu, ukiwa na mpenzi mzingatie, msimamie kwa kila kitu. Alafu mwanangu, nimekuchunguza yani kila siku tukikaa stori zako zinakuwa za maisha yani wewe huamki huwamki. Oh, mwanangu, mshamba kumbe wewe we mwanangu, mshamba. Sasa umshikaje? Kakosea nini kumpenda Amina? Afu kumbuka uamina kwanza, doni Amina, tulianza soti, nilianza mimi, kafata doni huyu doni, kujifanya na pesa, uongo. Uwe mwanangu, kwa kwa mimi maskini ndio siwezi kupenda, au kwa mimi sina pesa ulichokipendea si kwake ni nini? Umaskini? ukarimu wake moyo? Mbona sielewi yani. Da, mwanangu, maisha siku hizi sijui yakoja, naona sielewi. Amepeleka resi sana kwangu mimi tu au vipi? Alafu mwanangu, nimekuchunguza, yaani kila siku tukikaa stori zako zinakuwa za maisha tu, yaani wewe huamki. Mjomba ni mwanaume, unapaswa kupambana, yaani kazi itakukalia mbele. Fanya hata kama kuibe, umetokea, nenda kaibe. Sasa utalalamika paka leo, unasubiria ajira. Hakuna ajira, mjomba Usijai rafiki yangu, utafanikiwa. Ila ninachokuomba kitu kimoja tu kutoka kwako, usiibe. Mi siwezi kuiba, lazima nipambane kwa jasho langu. Santeni kwa ushauri.

lazima tujitafute wanaume na leo naamini hapa kwamba hautoniacha mtupu mwanao lazima utanitoa chochote kitu. Ah, siwezi kweli, ila kutokana na mazingira, mwanangu Maomboi bado hajakorofisha na mpaka sasa hivi, yani kidogo jua sina, tuna nilipokuwa tight ile kwa lazima tukatafute chochote kitu tupeleke Maomboi.

udumikia majivuno mengi lakini nashangaa mwanangu, aaaanatembea na mazingira ya aibu mbona. Mshamba mwanangu, mshamba. Kumbe wewe mwanangu mshamba imaskari umeza ukalini mwanangu, na pigo hizo za kishamba hizo, pigo za kishamba. Sikia mwanangu, hii dunia sasa hivi mwanamke anaramba

uko wapi tangu mdeo? Nampigia simu aje hapa kuja haji, ana nalaza damu. Lakini dadangu huyu ana nini lakini? E, ah. Ah, tangu mdeo uko wapi? Eh, mambo ya shaka ya moto nataka kuyalaza tena, nampitaje huko? Tangu mdeo nakupigia simu mpaka saa hivi. Basi dadaangu, dada mjini, mipango wanazurula tu hapa, ongea basi shoga yangu, mm -hmm. dada yangu kubwa mm -hmm. la maadui ndo mimiho nikwambie, asusi nilikwambia <laughs> kwamba naendeza kisimani kwenda kuchita maji mm -hmm. Shoga, nikakutana na bwana bwana, anaitwa bwana dada. Hey. bwana moyo, dada upo <laughs> lakini ni kijana, vile anavyoonekana tukwamba kama maskini. Hey, mbona na wewe hivyo tena Endelea hai kawaje? Sasa mbona kunja uso, hata mambo bado. endelea hai kawaje? Basi pale ananiambia, ananaambiaaambia s uchana maji kubeba, bibi nipo, mbona hivyo mwisho wake kaaje? Shoga nimezama, kaka anaonekana na moyo yule dada, kaka ana moyo yule. Mungu anipe nini mimi? hebu wacha bwana wewe nimempenda mdogo wangu, nimezama. Ulichokipenda kwake ni nini? Umaskini? ukalimu wake? moyo bora? Sielewi yani hapo. Wewe, mapenzi bila pesa ni mateso, zingatia sasampa hapa mjini, zingatia sasampa hapa mjini. Yaani bado dada. Hebu nipishaje na yani hivyo hivyo, bado unakutafuta bwana. Umaskini nipishaje na ujinga wa subiri

Kiranga komonusuwa <gibu> nyama nusu watu binadamu kichefuchefu wamekosa roha wanautusonduuadamu irafikisemanajua rafiki yangu wana... mapenzi yanahitaji subira na imani na sio hasira. Siku zote ukiwa na hasira katika mapenzi ujue hutaweza kufika mbali kabisa na mtu wako. Rafiki yangu, ukiwa na mpenzi mzingatie, msimamie kwa kila kitu, lakini tu akienda wrong, unatakiwa umweke chini na kumfahamisha na sio kuja juu alafu ukaanza hasira. Hasira sio nzuri katika mahusiano na hamtaweza kufika mbali hata kidogo. Sijui umenielewa bah Nimekuelewa rafiki yangu, nakushukuru sana kwa ushauri wako baba. Niambie ah, sasa uchonitia shauri, tunaona amesha, sielewi hapo kwanza. kila siku ndo maneno yako ushauri nini hichi kwanza. Mbona waza mambo madogo Maneno matupu mimi mwanangu sikutoa ushauri. Kona nimeandishia uongo. Wewe mwanangu toa hichi tuishi. Mimi sina kitu. Si unajua ni kwa nani tunatoa? Ongea babu, ongea. Hamesha make ukweli si leo. Na maisha yanazidi kuwa magumu tu, sijui nifanye kitu gani ili nani nitoboe. Baba mwanangu, unajua mimi nifanye kitu gani ili nifanikiwe kwa <laughs> haraka tu. <laughs> Sasa mwanangu unafeli wapi? Hivyo wewe ni nzora wani wani kina doni wale. Wanavotoboa hapa maskani. Baba upo nyuma sana, tatizo lako mwanangu. Mwanangu kitu kwa mwanangu, nashauri nifanye bako nyang'anya, lakini mwanangu, upande uhakika. Baba nimechoka kuvaavaa kila siku haya tu mwanangu, nakani change na mimi kutegemea we mwana, hivyo basi poa Babu. Hizi mambo yako unafanya na unajifikiria kweli? Hivi ukijiangalia wewe, una muonekano wa kuishi nami na kweli kwanza? sehemu tayari shengi ya Doni, alafu unatia kiguu chako unajipeleka pale pale. Najua na kwamba mwezi Doni kwa kitu chochote kile, hupendezi, huna pesa sasa. Kipi kinakupeleka pale? Wewe maskini tu, utabaki kuwa maskini. Jioni ulivyovaa Acha kujizalilisha ndugu yangu, unatuzalilisha na sisi rafiki zako. Kifupi huna haja sasa ya kuishi na Amina, tafuta wao wengine uishi nao. Lakini Amina mwachemze Doni tu, rafiki yangu, acha kutuzalilisha sasa. Umshikaje akakosea nini? kumpenda Amina afukumbuko wa Amina kwanza Doni. Na Amina tulianza sote. Nilianza mimi, kafata Doni. Huyo Doni kujifanya na pesa uongo tu. Kwani mapenzi pesa, brother? Kama leta nige kwa mapenzi pesa, basi si sote nige kwa hatu pendu hapa duniani. Sikia mwanangu, ni kwambie. Asikudanganye umshikaji. Uwe kama moyo wako naamini amini kwamba unampenda ule mwanamke. Kajiweke. Umeelewa vizuri? Ushauri wangu nenda kajiwe? Kajiweke. Kama unahisi kwamba ah, mi, bana mimi bana nasikiza maneno huyu jamaa, basi usikiliza. Lakini ukweli ni kwamba kama unampenda ule mwanamke nenda akajiweke brother, sawa? So ndio maisha, ndivyo yalivyo hiyo. Usisikize maneno ya mtu sijui amini na sijui nini ah, bla bla nyingi tu. Yeye na mwanae Doni hapa juzi kati nimeenda maskani hapa, nimewakuta wanaanza kuongea ongea wao, sijui amini na sijui nini, nikawapa kazia, nikamwambia mimi na mimi nilikuwa mtu wangu nini Vikanyamaza, vikaanza kunipakazia mimi, nikasepa. Wewe kama mtoto unamkubali, umemuelewa, umemwelewa, fanya mazingira, mwambie ukweli, ishi naye, maisha mengine yaende sawa, brother, so namsikiliza sikiliza. Huyo handuru achana naye na kofia lake, utafikiri kadandia miti sijui. Umenielewa hapo mzee? Hiyu mwanangu kwa kuwa mimi maskini ndio siwezi kupenda? Au kwa kuwa mimi sina pesa, sijaliwa kama unavyosema kajaliwa Doni? Na mimi binadamu pia, na haki kupenda. Kila binadamu anapaswa kupenda na kupendwa. Hivyo navonaambia wewe kuwa sina haja ya kuishi na Amina, unakosea kaka. Mimi pia binadamu, nina moyo Nina haki ya kumpenda na maamuzi yangu ya kumpenda Amina. Kama kumpenda Amina nimempenda mimi, sio wewe wala Doni. Sikujua mapenzi ya kweli mpaka nilikutana na wewe nikakupenda zaidi ya maneno.